Uh, nikiwakilisha Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, na nashukuru sana kila ambapo chuo kinaandaa shughuli hii kuwa basi hawakusahau hawa, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, na tunashirikiana sana kwa kila kitu, tunakuja kutoa lekcha mbalimbali zinazohusiana na, na haki za binadamu na utawala bora ah, siku hii hiyo ambayo ni rasmi na basi lakini tacelia na vyuo vikuu katika kuhakikisha utadi zikuu haki na wazi kwa Tanzania. Nadhani umefika muda mwafaka, kama tunavyoelewa kwamba Oktoba ni mwaka huu tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Kwa hiyo nasisikiwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuna wajibu wa kuisimamia kabisa si lakini. Nilikuwa pia nataka niongeze kitu kimoja katika hii. Mbali ya kuwa tunataka uchaguzi uhuru, haki na wazi, lakini pia tunahitaji amani kwenye nchi yetu. Amani ni kitu kimoja kikubwa sana kwenye nchi yetu, wakati wa uchaguzi, kabla ya uchaguzi, lakini na baada ya uchaguzi, ili kuweza kupata maendeleo tunayoyahitaji. Sisi wananchi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tuna wajibu, kila mmoja kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi wa amani huru haki na wazi kabisa. Kwa hiyo ni jukumu letu kuelimishana, tuanze kuelimisha kwenye familia zetu, hakikisha kila mmoja ambaye anakwenda kwenye uchaguzi, basi aanza angalau kumwamsha kwamba ukienda kwenye uchaguzi uhakikishe kwamba uchaguzi wetu unakuwa wa amani, unakuwa huru wa haki na wazi, ili kila mmoja anapokwenda kwenye uchaguzi, basi tuwe na hiyo himu ambayo wote tutaisimamia kwa pamoja. Miongoni mwa haki za binadamu ambazo zimetajwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na katiba ya Zanzibar ni haki ya kutoa maoni. Haki ya kutoa maoni inajumuisha kupiga kura. Kwa hiyo kila mmoja ajuri kwamba ana haki ya kupiga kura kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa miongozi na taratibu zilizoko ndani ya nchi. Ni kweli una haki ya kupiga kura, lakini hakikisha unafuata sheria zilizopo, unafuata miongozi liogo na taratibu zinazoongoza uchaguzi wetu Tunapokwenda kwenye uchaguzi sio siku ile tu ya uchaguzi, lakini uchaguzi unaanza na maandalizi. una una si kuna kuandikisha wapiga kura, kuna siku ya kampeni, kuna siku ya uchaguzi, lakini kuna baada ya uchaguzi. Tuhakikishe kwamba haya maandalizi yote yanakwenda kuwa kwa amani, na amani inaanza na wewe ai yanti na mtu mwingine, amani inaanza na wewe. Tulio mwingi tuangalia vijana, ni vijana wa- wanafunzi, tuangalia wendi, naona ni vijana, na mara nyingi vijana ndio ambao kwenye machafuko tunakuwa tuko wengi, vijana ndio mara nyingi ambao tunaathirika kwenye, na wao si vijana, twende Anganie zika ucha uchaguzi kunaamba leo twende kwa tu uchaguzi tukahakikisha kwamba uchaguzi wetu unakuwa wa amani wa haki huru na uwazi. Huo ni ushauri wangu kwenu. Baada ya hapo, niseme kwamba nawashukuru sana sana, nawashukuru naushukuru sana uongozi wa chuo kwa kuwalika Tume ya Haki za like Binadamu kushiriki kwenye shughuli